aliyetujalia leo kaamka salama lakini tulifanya jambo letu hili, tunamshukuru sana Allah. Lakini la pili, niendelee kuwa kuwashukuru kijana wetu hapa waliosimamia hili jambo mwanzo mpaka mwisho. Mfungu yangu inaniambia mimi ndo niliweka jiwe la msingi kama sikose, alhamdulillah, nimeweka jiwe la msingi leo ndio imesimama lakini la pili, Mwenyezi Mungu anasema innal masajida lillah, hakika misikiti ni ya, ya Mungu fala tad'u. Hapa uchukue fursa hii kusema baada ya kumshukuru Mungu na kutuletea jengo zuri la eneo hili, niombe basi kusudii, maana ya jengo zuri inapendeza ifanyiwe <nuhilu> ibada ombe sana tulisimamia hapa lifanyiwe ibada, lakini pia ni fursa ya majirani, pia ni neema kwenu kuupamba msikiti huu ili uendelee kupendeza, maana yake ni kufanya akusalia zangu. watukufu wa Islamu, wa mkoa wetu wa Singida na viunga vyake, hapa tuko msikiti wa Madina Madina tu, ahbabi Rasulillah. Leo tulikuwa tunafanya dua maalum ya uzinduzi wa ibada baada ya msikiti kukamilika, basi tukaomba tukaona tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufanyie wepesi katika ibada zetu, tutangulize kumshukuru Mungu na kumwomba Mwenyezi Mungu ili ibada zianze kufanyika. Tumefanya, tumefanya visomo, inshallah tumefanya dua mbalimbali, tumewarehemu wazee wetu, tumewarehemu mashehe zetu waliotangulia mbele ya haki tumeiombea nchi yetu, tumewaombea viongozi wetu wa serikali na chama, tumeombea viongozi mbalimbali mbali na nchi kwa ujumla. Kwa hivyo inshallah tutaanza au tunaanza rasmi kufanya ibada ndani ya msikiti huu wa Madina, na inshallah Mungu akitujalia Iljumaa tutaswali hapa, lakini pia Idul Adha tutaswali hapa ndani ya msikiti wetu huu. Tunawakaribisha sana, sana sana Waislamu wote wa kata hii ya Mandewa, mkoa wa Singida na mji wa Singida kwa ujumla na viunga vyake. Huu ni msikiti wa Mwenyezi Mungu, kwa hiyo kila mja wa Mwenyezi Mungu ruhusa kuja kusali hapa. Asalamu alaykum wa rahmatullahi taala wabarakatu. Jina yangu mimi ni Jumanne Shabani Hango. Kwa kweli, mimi kwa niaba yao wote ninamshukuru Mungu sana kwa dhati ya moyo wangu kwa kujaliwa kubalika dua zetu na kupewa msikiti mzuri kama hivi, hata kuiona na macho. Ukiangalia kupeleka macho upande huu, ukirusha macho upande huu, mandhari inapendeza. Kwa hiyo naomba basi ni washawishi waliopo majirani hapa karibu na msikiti huu, wauhudumie msikiti huu vizuri iwezekanavyo. Allah atawalipa hivyo, ndugu zangu hata kwa mandhari ya ndani makafati yalivyowekwa yaani, msikiti unapendeza kwa jumla. Kusemea sana, inawezekana ukawa unakosea kuongea, lakini uzuri wa msikiti kwa kweli, tunamshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah, msikiti wetu ni mzuri, na tunawatakieni kila laheri wale wafadhili waliyetufadhili msikiti huu. Tunawaombea Mungu awape nguvu na fursa waweze kuzidi na kutupa misikiti mingine na mingine na mingine Singida yetu, Tanzania yetu kwa ujumla, ili tuweze kuneemeka zaidi e. Kwa majina, naitwa Osahe Salim bin Sheikh Juma Salim Msombe. E, pia ni katibu wa walimu wa wote ndani ya mkoa wa Singida. E, tupo katika maeneo na viwanja vya Masjidi Al-Madina katika maeneo ya jineri ndani ya mkoa wa Singida e, ambapo leo tumetoka katika uzinduzi wa jengo hili kwa ajili ya kufanyiwa ibada na kuabudiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Sisi kama walimu ndani ya mkoa huu wa Singida tumepata neema kubwa, tumepata fursa kubwa na nafasi ya kupata jengo kubwa la mfano huu ndani ya mkoa huu wa Singida, ikiwa ni fahari, kitu cha kujivunia kwa wana wa Singida kwa maeneo yote, kwa sababu wote tutaingia ndani ya maeneo kama haya na msikiti kama huu kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kinachotakikana kwetu ni kuwaomba, ama walimu, tunatoa neno letu la kuwaomba wote ambao wapo katika area hizi, katika maeneo haya na hata nje ya maeneo haya kutumia neema hii kutumia nafasi hii na fursa hii ya jengo hili la msikiti kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, na yote ya kheri yafanyike ndani ya msikiti huu. Nafasi imefunguliwa, waliotuletea neema wametuletea walio. Itakuwa ajabu kama sisi wazawa, watu wa hapa, kutoitumia vyema E, neema kama hii, kwa hiyo tunawaombeni sana tunawataka sana na tunawakaribisha kila mmoja kwa nafasi yake anal masajida lillah fala tad'u ma Allahi ahada, na kwamba misikiti ni nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala anachotaka kutoka kwetu sisi ni kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya maeneo kama haya. Kwa hiyo tumeletewa neema, tumeletewa kheri, tumeletewa fursa ya sisi kuweza kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa nafasi. Kwa hiyo tunatumia nafasi hii kuwaomba, kuwaalika na kuwataka wote kuweza kuja katika msikiti huu wa Madina hapa Jineri kwa ajili ya kuweza kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa haya machache, walkamalu lillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.